Mimi minawaza raisi wetu Joseph Kabila alikuwa raisi wetu panda 18 ans, a mastati wakatengeneza ile matexte <coughs> wakamfanya senater avi. Alors, wakati ulikuwa raisi ko senater avi, kukuya mu RDC haiko probleme, anapasha tokea hata Lubumbashi, anapasha tokea Goma, anapasha tokea hata Professor Yandala anaweza akatokea Kinjasa, arivia Kabila inaweza fika Goma, population na jire trouvé na vite naisha. Shadari alikuwa shasema, siki atakuwa na amesaidia kwa for ya kusema no, nomba vita vikomeshwe. Mais aussi kama anakuya sasa ili wakongomani Kongomani wakufe tena zaidi, kwani tumelia sana. Watu wamepotea, maisha zimepotea. Kama ile voyage yake inaweza kuya tusaidia, tutasema ongera Swahili bienvenue me kama mbele ya Mungu na niko naguza kuroho ya kwangu kama presence ya mzee wetu ambaye iko senateur avi inaweza tena kusababisha vifo vya wakongomani sino, tutaregrete na tutambia Mungu aendelee kumuombea ili ile roho ile roho itoke ndani ya ile vitu itoke ndani ya roho ya hiyo. A hekima kama, na, na sagesse, uhekimu, hekima, kama tunatafuta, kutafuta amani sisi wote tutafute amani sisi siote, tuangalie ndani ya meme direction, kusikue tena kusema huyu kuonesha vidole. Kwani tukaendelea kuoneshana vidole, sasa nani ataonesha kidole kushinda nani? Si ndio ulizo, bwana journalist. Mimi nafikiri kila mtu ambaye anapenda Kongo, naomba tutafute amani, rien que la paix, parce que tumeteseka sana, ca fait plus de 30 ans que vita iko sasa kiperle nani naninjo wanapoteza sini wa Kongo mani kwa majina wananiita Muhindo Mapendo. Igene il wakati tunasikia kwamba huyo ambaye alikuwa rais wa Kongo Joseph Kabila kwa kufika tena kwenye kwa Kongo, unajua ni rais ambaye alianza kuongoza nchi yetu katika miaka kadhaa lakini tunaposikia kwamba amefika kwa mashariki ya Kongo, ni swali ambayo tumejiuliza sana, kwa sababu unajua, Kongo ni kabambi, lakini sisi tulikuwa tukipendelea afikie Kinshasa. Ni wakati anafikia kwenye mashariki, kwa kweli ni mkongomani, lakini mama ambao tunajiuliza kwa nini anafikia eh, pande za Goma hakufikia Beni, hata kufikia Ituri na mwingine majimbo. Kwa nini amependelea tu kufikia Goma, na ijapokuwa tumejua kama hiyo parti imeshikiliwa na uh, awa waasi wa M23. Unajua raia inateseka Kongo, raia inateseka, na ni wao ambao wanajua kama inchi imekuwa na shida kwa sababu yeye alikuwa rais aliongoza kwa hiyo Kongo, na ni wale wale ambayo wanajua ni nini ambayo wanayatenda, na raia inaomba usalama. Ni hiyo ambayo raia inatafuta usalama, siyo, si raia kujua shida ambayo inapatikana kwa Kongo, lakini ni yeye anajua shida ambayo inapatikana kwa Kongo, kwa sababu ni yeye ambayo aliongoza Kongo. Na hiyo magumu yote sisi tutasema kwamba tungilisema kama ni yeye ambaye ameleta hiyo shida, kwa sababu ni yeye ambaye unaona shida, kwa sababu unaona kuna kwa majeshi ambazo ziliingiziwa kwenye Kongo. Hiyo mabrasage ilikuwa muda wa Joseph Kabila, na kama kumekuwa magrupu ya arme zengi zimekuwa akiwa akiwa nani akiwa anaongoza Kongo. Sasa hizo shida zote anazielewa anavye vizuri, eh, anazielewa vizuri, na ndio tunahitaji usalama katika Kongo, kwa sababu yeye anajua mambo mengi kuhusu hiyo Kongo. Hakuna hata kimoja ambacho kitaweza kita, kita kuleta mabadiliko kufika kwake kwa, kwa nje ya Kongo, kwa sababu salikuwa Mkongo. Sasa kwa nini ameogopa kufika Kinshasa ili aweze kufikia Goma?